Nchi yetu tu, tunaelekea katika wiki ya uchaguzi vinyewe vijana vijana, leo na vidude vidude vile, alangalia mitandao. Naona katika mitandao kuna baadhi ya watu wamekosa nafasi za kiuongozi au za kupata hela, ndo dunia ilivyo. Kulikuwa na zama za Kambarage, kuna watu walishawishi Kambarage asitoke katika madaraka, baada ya Kambarage akagundua kwa masilahi yao, akaamua baada ya miaka ishirini na tatu akatoka Akaja mzee Mzesaimiji Larusa, akaenda ja miaka kumi yake akaisha. Akaja ndugu yetu eh, na baada mzee Mkapa braabn toka Lupaso akaenda miaka kumi kaisha. Akaja ndugu yetu tena Jakaya eh, akaenda aisha kwa mama, akaja Msukuma aka akaja Msukuma hapa eh, basi ba mtani wetu sisi. Sijua, akaja naye akaenda miaka yake, Allah akamhitaji akamchagua akafishwa. Umeona leo hii yuko baba amepiga miaka mitano na miaka minne, sasa hivi ngia katika uchaguzi, sijui atapita apita, lakini hivyo livyo, sifamanasa kuna baadhi ya watu maneno maneno, umetokea vyombo vya usalama mbalimbali, wanazungumza swala la amani, na sisi mashehe jambo hili tumechukua wewe ndio kuzungumza kwa sababu ni jambo la ibada na ni jukumu letu kuambia watoto wetu, rafiki zetu na waumini wetu, kama e vijana wetu, kwamba hili jambo muhimu. Mambo mengine yote yanapatikana katika amani, lakini na i amani hayapatikani. Mfano juzi Palestina, ma miaka miwili toka ile 2023 na ya Oktoba saba

Ku huku kurekebishwa ku na kutimizwa sa si, so, polepole lakin, lakini tu, ndani ya amani. Amani ni jambo la msingi sana, mkikaa muwe kwamba vidole vyenu hivi mnaambiana, jambo la msingi na hatujapewa, lakini tukiamini na kuheshimu amani madai yetu kadhaa nana hapa tuko sawa, lakini amani ndio kitu cha Mungu. Kwa amani ndio tunaweza kupata zikudai na kusimamia zile haki. Sa, kuna watu wanaamua ilijazieta nchi kutoka kulitoboa, sisi tusiungane mkono, sisi tusiungane mkono. Kama wao wanadai, wafate utaratibu wakudanambo Watu wanajua, wanajua vizuri kabisa utazibu, lakini tu wameamua kuleta za adha kwa sababu sasa watu ambao wanawataka na kuona, wao malengo yao ni vijana, watu kama sisi, zuri basi wao kama wale, lakini vijana chini ya miaka 30, aaa wanatoa nini? ila vijana ndio, si ni jenzi jenzi yao, hao jenzi yao ndio, ndio nyinyi vijana ndio wanawataka hao kwa sababu jenzi, jenzi ana kitu kufikiria yeye, ana ana kaptura yake tu ekisomesha kwa kadebe. Sasa ili jambo twambie, rafiki zetu, tuambiane katika mitandao yetu, katika magrupu yetu na kadha sema

na ataendelea uenda ndio kimewahumisha wameingia katika hali hiyo kwao. Sisi tusiwafate hao, tuimizane atoaa tawadumisha amani katika mitaa yetu, katika miji yetu. Ni azanishia hapa. Jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.